Siku ya Arafa, moyo wa hija, nafsi ya toba. Hii si siku ya kawaida. Ni siku ambayo mbingu hushuka karibu, macho hujaa machozi na midomo hunong'ona dua zisizotamkwa mwaka mzima. Katika kiwanja cha Arafa na mahujaji husimama, si kwa miili tu, bali kwa roho zilizojaa matumaini na toba. Hapa ndipo rehema za Mwenyezi Mungu humiminika kwa wingi kuliko siku yoyote ile. <mulia> Siku hii ni nafasi ya pili ya kuanza upya. Kwa wasio kwenye hija, kufunga Arafa ni kujisafisha na kuandikwa upya. Miaka miwili ya dhambi hufutwa kwa neema moja tu. Usiipite hivi hivi. Omba, tafakari, funga, rejea kwa Mola wako kwa unyenyekevu.